Demokrasia moja kati ya sifa zake ni kwamba e, mtu kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi ya yeah, chama gani aende akatumii kama sehemu ya jukwaa lake kufanikisha ajenda alizonazo. Sasa e, waliotoka CHADEMA akiwemo salu mwalimu na ebu katibu mkuu Zanzibar katika kipindi kirefu kidogo, uh, lakini na wengine akina Benson Kigaila e, Mrema pamoja na wengine kineota mia ni watu makini e, sio watu ambao unaweza ukawachukulia tu tu poa, kulingana na uzoefu ambao umekuwa nao kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na maamuzi ya kwenda chama e, cha umma e, chini ya mwenyekiti Hashim Rungwe Sunda ninaweza ni, kusema ni maamuzi sahihi, na hapo tunaweza kusema ile win win situation ya CHAUMA wamepata watu lakini pia eh, Hashim Rungwe anakwenda kukiimarisha chama ambacho eh, katika nyakati nyingi kimekuwa kikionekana kama ni chama cha madhaifu chama, kwa sababu hata siasa zake na kampeni ambazo zilikuwa zikifanyika, eh, of course imekuwa ni kama chama ambacho huwa hakitizamu kwa ukubwa huu kwa jicho la ukali yes. Lakini kwa kitendo hiki cha akina Salum mwalimu watu ambao wamekaa kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wametumia wame, muda mrefu wameweka mbinu e, mbalimbali strategi zao, na mimi sio ajabu e, Chauma ikaenda ikaipiku Chadema kwenye mafanikio katika kipindi kifupi. Yani hiyo mimi naamini na, na, na, na kabisa na imani yangu inanijia hivyo kwa sababu ya kile ambacho nimekiona leo. Pia wako baadhi ya viongozi akiwemo eh, naibu katibu mkuu katibu mkuu na baadhi ya viongozi wa Chadema ni wa Chauma ambao kupitia mkutano ambao umefanyika leo wamejiuzuru katika nafasi zao ambazo wamekuwa wakizitumikia. Hiyo ni inaashiria kwamba huenda eh, hawa ambao wameingia eh, kwenye kwenye kwenye hiki chama, hawa wageni ambao wameingia na kutokea Chadema maanake, wakaenda wakabadhi yao wakashika hizi kutegemea na taratibu za chama ambapo kitakuwa kita, kita kimepanga kime, lakini uwepo wa aina hiyo ya watu na namna ambavyo uh, serikali imetengeneza uwepesi kwenye uh, ule uhuru kwenye, kwenye kwenye kwenye demokrasia, naona cha, cha umma kinakwenda kuinuka na kuwa miongoni mwa vyama vikubwa vya kuhu upinzani tofauti na tulivyokuwa katika miaka yote ya nyuma kwa sababu E, kipindi hiki unajua hapo na fursa nyingi, majimbo yamegawanywa. Sio ya ajabu e, CHAUMA inaweza ikaenda ikafanikiwa kupata baadhi ya majimbo e, ama ikapata baadhi ya ya ya, ya ya ya ya kata you never know. Na hii ni kulingana na namna ambavyo sasa hivi kumekuwa na wingi mkubwa wa wa wapiga kura kama ambavyo zoezi la watu kujiandikisha wa, wa, wa linaendelea kuhamasishwa awamu ya pili na pengine namba itaongezeka zaidi ya ya ya, ya mpinge kubwa. Licha ya kwamba moja kati ya vyama vikubwa ambavyo vimejipanga Chama cha cha cha Mapinduzi, CCM kimejipanga vizuri kuweza kuhakikisha kwamba inaretain majimbo yake pamoja na kata ambazo eh, pengine huko nyuma hiyo eh, kwanza ilizoshikilia lakini huko nyuma pia kuna baadhi ya majimbo yanayo ya mashaka mashaka. Kwa hiyo kwa namna ambavyo watajipanga na na, na, na na kwa jinsi ambavyo nawaona walivyo wale viongozi ambao wametoka CHADEMA kwenda CHAUMA, basi mimi naamini kuna ushindani mkubwa unakwenda kupatikana na hapana shaka uh, CHAUMA kinakwenda kuwa moja kati ya vyama vikubwa vya upinzani katika muda mfupi sana wa wa tangu kuhamia kwa wanachama wa, wa, wa, wa wapya kutoka CHADEMA kwenda CHAUMA. Kwa hiyo acha tuendelee na demokrasia, na naamini hii itakwenda sasa kuanza kuongeza joto ya maneno yatakayokuwa yanazungumzwa. Taona sasa kina Mrema kupata jukwaa la wao kuyazungumza yale yao wa, wa, kwanza wakiwajibu, e, sasa wapinzani wao, maanake vyama vya upinzani vinapingana au vinapinzana vyenyewe kwanza. So, hapa kina Salum Mwalimu e, na kina, kina, e, John Mrema pamoja na Kigaila, wote hawa, maanake sasa wataanza kurusha mawe upande wa pili kabla ya kuenda kushambulia labda chama tawala na vyama vingine vyenye nguvu. Kwanza lazima wawajibu au wa wajibu zile kodi ambazo wametoka wa, wa, wa, wa nazo kule walipotoka jana. Wa, tumemuona mmoja kati ya viongozi wakubwa wa kanda ya pwani uh, uh, uh, Boni Yai uh, ambaye alikuwa mea wa manispaa ya Ubungo amezungumza mambo mengi juu ya, ya, ya na yale ambayo amefanyika na yalikuwa akiendelea au inavyoendelea ndani ya ya ya chama chao. Pengine kuna kuna namna kuna mambo yamewagusa wale ambao tayari wameondoka kule kuja huku sasa pakujibia wasingekuonako kama sio kuenda kwenye chama kingine cha cha cha cha cha, cha, cha, cha upinzani, wamepata nafasi maanake, tunategemea tutaanza kuona majibizano baina ya hawa watu wawili, lakini naiona kitendo cha Chauma kuwa sehemu ya washiriki kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. E, Chauma kinaweza kwenda kikavuna baadhi ya maeneo, na Chauma kika sehemu ya vyama vy, vy, vikubwa vya upinzani iwapo CHADEMA hawataendelea na msimamo wao huo ambao